t Mheshimiwa Kamonga, nashukuru sana Mheshimiwa naibu spika, kwa kunipa nafasi niweze kuchangia bajeti hii ya Wizara ya Elimu, na nianze kwa kuishukuru sana serikali na kuipongeza hususan Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa uwekezaji mkubwa ambao ameufanya kwenye sekta ya elimu. na Mheshimiwa e, naibu spika. Nimpongeze pia mheshimiwa waziri na timu yake kwa kweli wanafanya kazi nzuri sana ya kumsaidia mheshimiwa rais na Mheshimiwa Adolf Mkenda. e, alitutembelea kule Ludewa kwenda kuangalia VETA ya mkoa wa Njombe ambayo imeisha kamilika na watoto wameanza, kwa kweli niweze kuipongeza sana serikali kwa hilo. Lakini vile vile Mheshimiwa Mkenda nakushukuru, siku ile nilikuomba vifaa e, fedha kwa ajili ya samani za ofisi, viti, meza na mambo mengine, na nimechungulia huku naona kama e, umetenga fedha. Kwa hiyo nikushukuru sana na nishukuru sana serikali kwa hiyo. Mheshimiwa Naibu Spika, e, kwa kweli kwa miaka hii mitano serikali imefanya uwekezaji mkubwa sana kwenye elimu ya awali, elimu ya msingi na elimu ya sekondari. Reforms nyingi sana zimefanyika na maboresho makubwa ya miundombinu yamefanyika kwenye elimu ya msingi sekondari, na ile elimu ya awali. Hasa eneo la sekondari, kwa kweli kazi kubwa sana imefanyika. Nilizungumza kwenye bajeti ya waziri mkuu na TAMISEMI na nikutaja idadi ya shule ambazo tumeweza kuzipata Ludewa, shule za msingi mpya mbili, shule za sekondari ambazo zimekamilika na kuanza nne, ikiwemo shule ya amali ya mkoa wa Njombe ambayo ni Njombe Technical School ambayo imejengwa pale Mlangali. Kwa kweli tuna kila sababu ya kushukuru sana serikali. Na Mheshimiwa naibu spika, tuweze kumwahidi Mheshimiwa Rais kwamba kule Ludewa yeye hatumdai isipokuwa e, sisi anatudai tuweze kumpigia kura nyingi ili miradi mingine iweze kuendelea vizuri. Mheshimiwa naibu spika. E, ningeenda sasa nijikite kwenye elimu ya vyuo vikuu, kutokana na maboresho makubwa sana ambayo yamefanyika kwenye elimu ya awali, msingi na sekondari. Sasa tunatarajia hii fujo itahamia kwenye elimu ya juu. Kwa hiyo ningeomba serikali kwa kushirikiana na Tume ya Mipango waanze sasa kuweka mikakati ya kufanya reforms kubwa sana kwenye elimu ya juu, hasa elimu ya diploma, cheti na vyuo vikuu maeneo yanayo nayo yaweze kuangaliwa, tuangalie sera, tuboreshe, tuweze kujilinganisha na wenzetu ngazi ya kikanda na ngazi ya kimataifa tuone kwamba je, tunaenda sawasawa sawa. na eneo ambalo Mheshimiwa naibu Spika ningeshauri tuliangalie zaidi, kwanza miundombinu kwenye vyuo vikuu. Sasa mtoto asija kaenda kwenye, kwenye chuo kikuu akaona hamna mazingira yaliyobadilika kutoka kule alikotoka. Lazima vyuo vikuu viweze kuboreshewa sana miundombinu. Tunatambua serikali imefanya kazi kubwa, lakini kutokana na reforms kubwa zaidi ambazo zimefanywa na serikali na fedha nyingi zaidi zilizofanywa huku kwenye elimu ya awali msingi na sekondari Sa sasa tunatarajia huku juu sasa ndio fujo inakwenda, kwa hiyo na kwenyewe tuanze kujipanga sasa kuviwezesha vyuo vikuu kuhakikisha kwa kwamba vinaweka miundombinu yake vizuri e, ya kujifunzia na kufundishia. Lakini vilevile vile lazima tuangalie ile staffing, tuangalie wale maprofessors e, je tuna professors wa kutosha e? kama hakuna basi tuwe na mikakati kwa kushirikiana na tume ya mipango kuhakikisha kwamba tunazalisha wanataaluma wa kutosha kwa ajili ya kufanya kazi kwenye vyuo vikuu pamoja na kuangalia wa professors wao kiwango cha kutosha, lakini vile vile tuendelee kuangalia hata muda wa professors kustaafu. Nakumbuka kuna mwalimu wetu mmoja hapo Yudo alikuwa anaitwa Kopoka alistaafu akiwa bado ana uwezo mkubwa na nguvu e, alikuwa na uwezo kuendelea ku, e, kulisaidia taifa letu, lakini unalazimisha staff. Nadhani ili eneo tuangalie vizuri, kwa sababu kuna bidhaa nyingine inavyozidi kukaa ndio inazidi kuwa bora. Nafikiri hata divai ya Dodoma ikikaa muda mrefu inakuwa bora zaidi. Kwa hata professors, yani jinsi wanavyokuwa wametumika muda mrefu wanakuwa ndio wanapata uzoefu, na mwingine unakuta anachelewa kufikia hiyo ngazi ya kupata uprofesa eh, alafu anatumikia kidogo anaambiwa staafu. Kwa hiyo tuendelee hapo, lakini vilevile tuwe na mikakati ya kupeleka Eh, a mad, ah, madaktari na wale wenye masters kwenye masomo ya mbele zaidi ili tuweze kuwa na staffing ya kutosha kwa ajili ya vyuo vyetu vikuu. Lakini Mheshimiwa Naibu Spika, tuangalie hata eneo la eh, kuwezesha vyuo vikuu kifedha ili waweze kufanya tafiti nyingi zaidi, kufanya tafiti nyingi eh, na zile tafiti zinaweza kuwa na manufaa pia kwa serikali kwenye tume wakashirikiana na tume ya mipango na wizara mbalimbali hii mbali. E, itakuwa na manufaa makubwa sana kwa taifa. Kwa hiyo Mheshimiwa Naibu Spika, sio vibaya tukaendelea kusimamia ile ya asilimia fulani ya pato letu la taifa, mapato ya nchi iende kwenye maeneo ya tafiti na tuweze kushirikisha vyuo vikuu, lakini vile vile tuangalie hata maslahi ya aa watumishi wa, wa, wa, wa vyuo vikuu ili kusiwe na wengi wanaokimbilia nchi nyingine kwa ajili ya kwenda kufanya kazi kwa kutafuta mafao mazuri zaidi. E, tunatamani kuona hawa wahadhiri wa, wa maprofesa madaktari, watoke maeneo mengine warudi vioni kwenda kufundisha, na ili itawezekana tu iwapo serikali e, itaongeza kuipa thamani eneo la taaluma. Ameongea hapa mheshimiwa Asunga amesema sekta ya elimu ndio inazalisha e wataalamu kwa ajili ya sekta nyingine zote. Kwa hiyo lazima tuangalie pia masilahi yao, kuhakikisha kwamba watu wanatoka maeneo mengine na hawakimbii nchi yetu kwa ajili ya kwenda kufanya kazi maeneo mengine. Lakini vile vile, Mheshimiwa naibu spika, hata eneo la kusimamia maadili kwenye vyuo vikuu, kudhibiti rushwa, ili wa, wa, wale wanafunzi waweze ku E, kufundishwa kwa misingi ambayo inakubalika na waweze kupata e, elimu ile ambayo itawafanya wawe wabunifu e, wawe na ujuzi wa kutosha, lakini sio ile e, kufaulu kutokana na njia nyingine ambazo ni kinyume na maadili. E, Mheshimiwa Naibu Spika, vile vile eneo jingine ambalo ningependa e, kulizungumzia ni eneo la mikopo ya elimu ya juu. Nipongeze sana serikali. Nilikuwa naangalia ukurasa wa 35 Mheshimiwa, mweshimiwa waziri amezungumzia ya hapa kwamba e, anasema ongezeko la mikopo ya elimu ya juu kufikia bilioni mia saba themanini na saba nukta nne, mwaka ishirini na nne ishirini na tano kutoka bilioni mia tano sabini mwaka ishirini na moja ishirini na mbili kwa hiyo hii kwa kweli ni mapinduzi makubwa sana serikali imeweza kuyafanya kwayo nitoe pongezi nyingi na nipongeze pia kwa kuanzisha mikopo kwa wale wanaosoma ngazi ya cheti na diploma, hasa kwa kozi zile ambazo zina uhitaji mkubwa kwenye, kwenye jamii na kwenye soko la ajira e, Mheshimiwa Naibu Spika, niombe pia wale watu wa bodi ya mikopo kwa kuwa mheshimiwa Rais ameongeza sana hizi fedha, vile vigezo vyao hasa vinavyowaondoa wale waliosoma shule binafsi kuanzia shule ya msingi na sekondari. Hii inaumiza watoto wengi ambao walipata ufadhili wa muda au baadaye walikuwa na wazazi wenye uwezo, baadaye labda mzazi kafariki. Sasa wale wanaangalia e, historia badala ya kuangalia hali halisi ya mtoto wakati anaomba mkopo. Nimeshuhudia hata kule jimboni kwangu Ludewa, e, kuna watoto walikuwa wamesaidiwa na mafadha na mapadre kwa ajili ya kwenda kusoma na walisoma shule binafsi, lakini baadaye wanapokuja kuomba mikopo mfumo unawakataa. Kwa hiyo naomba sana mheshimiwa naibu spika, ili eneo tuweze kuliangalia vizuri ili watoto waweze kupata masomo. Na kuna mjumbe mwingine ameelezea hapa e, mheshimiwa Flatei e, mheshimiwa Aisaya amezungumzia kwamba kuna watoto pia ambao wameshindwa kuendelea na masomo kutokana na kukosa mikopo. Serikali eneo hili ingeshirikiana na wakuu wa wilaya kuweza kuwatambua wale watoto ambao walisoma kidogo na kukatisha masomo yao kutokana na kukosa mikopo au kupata asilimia ambazo hazikuwawezesha eh, waweze kubaki masomoni wakati wote. Mheshimiwa... kengele ishalia mara pili, malizia. Na kushukuru sana Mheshimiwa Naibu Spika. Vilevile vile niombe miundombinu ya barabara kwenye shule za sekondari serikali iangalie checklist, hasa maeneo ya pembezoni, kwa sababu Tarura wanasema sio barabara zao, halmashauri mapato hafifu. Kwa mfano Mundindi kule, kupeleka mtoto akipata dharura inakuwa changamoto. Kwa hiyo naomba serikali ifanyie kazi kwa kushirikiana na Tamisemi Wizara ya Elimu.